Hapa ni katika fukwe za Ngazimia, wilaya mjini, mkoa mjini Magharibi. Ngazimia, mbali na kuwa ni eneo kongwe la kihistoria, na pia sehemu hii inafahamika kama kituo maalum kwa vijana, wazee na watu mbalimbali kufika mbali hapa kwa minajili ya kuja kufanya mazoezi ya viungo. Nyuma yangu hapa ni sehemu ambayo vijana wanajifua kwa kasi kweli kweli. Hebu tuwasikilize. Kwa faida ya watazamaji, unaitwa nani, kutoka wapi? Naitwa Saad Ali Muhammad, natokea Mombasa. Kwanini umefanya maamuzi yakuja hapa kufanya mazoezi? Uh, maamuzi kwakweli skuhzmngi maradhi ni gani? so ma na na na mm. ambazo umezipata tangu wazi hayo mazoezi. Faida ni nyingi kwa kweli, kwa sababu bila kufanya mazoezi mimi nakuwa miguu inaniuma, mgongo unaniuma, lakini kutokana kufanya mazoezi hiyo hali imekata. Mwili ulikuwa mkubwa tu mimi, nimefanya mazoezi sasa hivi, alhamdulillah, bado sitafikia hata ninaotaka, lakini alhamdulillah, nimekata weight, nimekata, nimepunguza manyama manya ya uzembe, si haba, alhamdulillah, mazoezi yanatusaidia. Naitwa nani, kutoka wapi? Naitwa Hamisa Al Suleiman kutoka Mombelado Israel. Ni faida gani ambayo umepata tangu uanze hayo mazoezi, aidha ya kimwili au ya kiafya? Ni faida nyingi, kwa sababu kweli siwezi kuzisabu mm, uh -huh, alhamdulillah, kutokana na kiafya maradhi mengi siku hizi hivi ma faida, faida mengi sana, vyakula tunavyokula wa madawa nini na nini. Wakija huku kidogo, alhamdulillah, unapata kutoa mambo mengi, stress, mambo mengi, mambo mengi napata kutoa ukija huku mazoezi. Naitwa nani, kutoka wapi? Mimi naitwa Yusuf Juma Ali ndoka Kohani, uwanja wa Farasi. Ah, kitu gani ambacho kimekusukuma mpaka ukaja hapa kufanya mazoezi? Kwa kweli kufanya mazoezi, najisikia mwilini uzima, naona najisikia na afya na naona yani najisikia safi sana kabisa okay. faida gani ambayo umepata tangu uanze hayo mazoezi? faida ambayo mepata na kwa kwanza maradhi maradhi nashukuru alhamdulillah mambo sukari ni presha mm. nashukuru alhamdulillah kwa hiyo kufanya mazoezi sana yanasaidia pia hata maradhi kuepusha kwa kweli ae na ni changamoto gani ambayo unapata ukiacha haya mazoezi Yaani inatokea siku pengine huji hapa kufanya mazoezi. Je, una changamoto gani ambayo unapata ya kimwili au ya kiafya? Changamoto kwa kweli inakuwa anajisikia ovyo, mwili inasikia doro, hauna nguvu vizuri. Ukifanya jambo dogo tunakuwa na hema, lakini ukifanya mazoezi naweza kufanya jambo lolote bila kuhema bila kuchoka kwa kweli. Kwa faida watazamaji unaitwa nani kutoka wapi? Jina langu naitwa Mohamed Faki Yusuf kutoka Migombao. Kwa nini umekuja hapa? Ngazimia. Uh, kwa sababu ni sehemu ambayo fukwe yake ni nzuri mm. Na hupati matatizo yoyote kwa ajili ya mazoezi. Ni sehemu ambayo ni nzuri mm. Hata fukwe yake imetulia. Kitu gani kimekusukuma wewe kuja hapa kufanya mazoezi? Uh, ni kwa ajili ya kuweka afya sawa najua mm -hmm. Sahivi maradhi ni mengi sana, sasa bila ya mazoezi huwezi kukaa sawa hata siku moja. Hakuna hospitali ya Mnazi Mmoja ukaomba kuna pakti ya ya afya mm. Chukua nenda kale upate afya mm. Faa mazoezi ni afya. Ha, na afyandoaunaondosha mara maradhi mengi maradhi ni mengi sasa, ila afya hayaondoki. Faida gani ambayo umepata tangu uanze hayo mazoezi? Faida nimeipata ambayo kufaa mazoezi, nimepata faida nzuri sababu na miaka mitano hii sijai kwenda hospitali wala kuumwaumwa maradhi ya kipumbavu. Ndio faida ambayo mimi nimepata. Kwa faida ya watazamaji, unaitwa nani, kutoka wapi? naitwa Musa kutoka Jangombe. okay. Kitu gani kinakufanya unakuja hapa ngazimie au kinakuleta hapa ngazimie? cha kwanza hapa ni sikweni, kwa hiyo katika hali ya mazoezi na ubadili kama huu fokasi yake inakuwa ni kubwa, sumu so, inayotoka ni nyingi na mazoezi yanayoingia ni mengi, sababu siku zote ukitoa kulitoa jasho katika upepo kama huu ni kazi. Kwa hiyo ukitoa jasho hata ndani ya nusu saa, unajua basi mazoezi yake kama ni sehemu ya kawaida, hayo ni mazoezi ya zaidi ya masaa mawili. Ndio maana tunapendelea sana kuja katika sehemu hii kufanya mazoezi ya jadio. hizi ndo ngazi mia. Asili ya jina la sehemu hii, msingi wa jina hili unatokana na idadi ya ngazi hizi hii ambazo pia hutumika kwa kukoleza mazoezi ya viungo, kupunguza vitambi na kujenga misuli imara kwa afya njema. nikiripoti kutoka hapa Ngazimia, wilaya ya Mjini mkoa wa Mjini Magharibi. Fatma Hadji, Swahili Voice.